Sifa na utukufu ya mwokozi na Bwana wetu Yesu Kristo izidi kuwa pamoja nasi. E, kwa siku ya leo ninapenda kusaidia na kujisaidia kutokana na fumbo kubwa ambayo Mungu aliweka ndani ya Biblia kusudi kila mtu mwenye kumtafuta aitafute sana ndani ya akili na mawazo yake kusudi apate kuigundua siri yenyewe. Ni wakati tunaingia mukitabu ya Genesis ya mwanzo, banatuambia roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Wakati tunaenda mu quatre evangile yote kuanzia kwa, kwa Mathieu mpaka kwa Jean, banatwambia wakati Yesu alipotoka kwenye maji roho mutakatifu akatua juu yake. Sasa swali ni hii Weye unatamani nini? Unatamani roho mtakatifu, au unatamani roho wa Mungu? Roho wa Mungu iye anatuliaka kwenye maji, iko meroho mtakatifu apendake maji, anachungaka mutu anamaliza safari yake mumaji, njoo anatafuta sasa ule mutu mwenyewe alipata usafisho vizuri wa maji, njo anatulia ndani yake. Kama sasa uoneza kusema uko na roho wa Mungu, eske uko juu ya maji? Hapana, kuwa ndani ya maji. Ukikuwa ndani ya maji na maji na kufunika, hauwezi kupata roho wa Mungu, minabidi uwe juu ya maji, maji ibakie chini yako njo utapata roho wa Mungu. Na kama nawenweze kusema uko na roho mtakatifu eske ulishatoka ndani ya maji, hauko tena mchafu. Ukiwa mchafu, maana yake roho mtakatifu haiko ndani yako. Inabidi utoke ndani ya maji, uwe safi, usiwe na uchafu wowote. Pale utasema niko na roho mtakatifu. Sasa wewe uko na nini? Uko na roho wa Mungu au uko na roho mtakatifu? Me, mimi nawaza safari tunayo ni mutu amalize utakatifu wa roho, apokee roho mtakatifu kusudi kesho apate roho wa Mungu. mesizani kama mimi na wewe tumekusha kumaliza safari, sizani kama tulishaanza safari. Roho yako wepeke, sasa njoo ipane temwanyaji kama sevre uko na roho mtakatifu na uko na roho wa Mungu, usiambiliwe kusema kinyi, kusema ndani yako ni roho mtakatifu, na we peke we peke haujiamini kama uko na kapasite ya kuwa na roho mtakatifu na roho wa Mungu. Tafakari vizuri sana haya maneno, usinione mbaya kabla haujatafakari. Miye siseme na we vile gisi na nieleo, mi nasema na we vile gisi Mungu anataka tuseme.